E bana, mwanasheria wa Feisal Salum Jasmine Lazak ameweza kueleza ni nini ambacho kinaendelea baina ya Feisali na baadhi ya watu ambao wanaendeleza kasumba za kwamba Feisali hawezi kusaini kwenye klabu ya yoyote ambayo anaweza akatoka pale Azam bila kuweza kuwalipa Young Africa. Kwa mujibu wa yeye ambaye ni mwanasheria wake, Feisal Salum Jasmine Razak ameweza kuyasema maneno haya: kwa muda mrefu kumekuwa na taarifa ambazo zinadai kwamba klabu ya Yanga inapaswa kulipwa fedha endapo Feisal Salum atauzwa ndani na nje ya nchi. Napenda kuweka wazi kwamba hakuna kipengele chochote kati ya mkataba wa Feisal pamoja na Azam FC. Bana, hizo taarifa zisizo rasmi ni uvumi tu ambazo e, zimekuwa zikisambaa bila msingi wowote wa kisheria. Nimeamua kulizungumzia hili kwa sababu moja, e, kwa sababu moja kuu. E, bana kulinda heshima lakini pia hadhi ya mchezaji mchezaji wangu ambaye amekuwa akihusishwa na taarifa zisizokuwa sahihi mara kwa mara. So kwa upande wa yeye ambaye ni mwanasheria wa Feisali ameweza kukata ule mzizi wa fitna ambao ulikuwa unaendelea na baadhi ya watu wakiamini kabisa kwamba pengine Faisali akisainiwa kwenye klabu yoyote ambayo anaenda kusajiliwa, lazima aweze kuwalipa Young Africa kwa kile kitita ambacho kilikuwa kinakadiriwa, ni kwamba bilioni moja na, na, na, na viushea hivi. Sasa kwa upande wa yeye ambaye ni mwanasheria wa Faisali ameweza kuthibitisha finally kwamba Faisali hawezi kulipa pesa yoyote kwa sababu, hizo ni story tu ambazo zinaendelea kuibuka, lakini kwa mujibu wa yeye mwanasheria wake anasema kwamba Faisali hadaiwi pesa yoyote kwa kuweza kuilipa eh, klabu ya soka ya hapa. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.